Ulizaliwa usovu inaweza umeza kama umezaa kwenye familia hawaabudu hawaendi kanisani, hautaki uendeleze umezaliwa. Kama ni silaha, unaweza kutumia silaha ya neno la Mungu, na Biblia inasema nimewaandikia vijana kwa kuwa wana nguvu na neno la Mungu liko ndani mwao. So Mungu anajua ndio wanaotakiwa kubeba silaha za kusaidia jamii, silaha za kusaidia familia, silaha za kusaidia taifa, yes. Hasa tuna vijana hata kwenye taifa hili hawajua hata kudai haki, mioga yote ikipiwa shilingi elfu tano inavaa t-shirt Flourish. Haki ya bilioni tano haki ya bilioni mia mbili anainunua kwa milioni mbili na how by scale Flourish guys when ikajenda tuna, umesomeshwa, mna elimu hazifanyi kazi. Nenda kasome katiba kasome haki zetu. Nafanya vitu ambavyo hata ni achana na neno la Mungu viko against our constitution. Ndio vijana tunawategemea hawa, mufirisi nanunuliwa kwa Vijana wanao nyanyua mikono kanisani lakini nje hawanyanyui. Na hivi ndio ndio mishale Mungu alizungumza. Mishale butu. Na hakuna kukomboa nchi kama sio vijana. Hakuna kukomboa jamii kama sio vijana. Hakuna kuliendeleza kanisa kama sio vijana. Wazee walipokuleta walikuleta kama silaha. Do your responsibility. Leo nataka niombe vijana mwe active. Fanya kazi. Hakuna hela za kugawiwa. Watu wanapanga foleni kugawiwa t-shirt. Naona wanapanga foleni. Vijana wanatakiwa na miradi. Vijana wanatakiwa na shughulika. Vijana mtu ana supermarket, kijana na hii ana mjana na mgodi hivi, una mgodi pali mi una mgodi, utavalishwa nguo ya kupewa ni nini? Kile kinawaambia kwa hiyo wewe ndo mzazi anakutegemea kwa hiyo ukishaivua ukapiga pasi ndo unampa na mama, vae hao. Ndo vijana wanategemea hawa, yani tuna vijana ovyo. Mimi sina shida na wazee, yaani mimi sina gao gomvi na wazee hata siku hii, kwa sababu mzee mzazi anapozaa majukumu yake yanaenda na, ya kwa kijana watu wako juu Leo tuna vijana, tuna wazee. Leo anapanga nyumba, anampangia mtoto wake Ana, m analipa mahali ya mtoto siuikuta huyo mke wako anampenda baba yako utaona vibaya. Wewe ulielipiwa mahali na baba. Eti vijana, nimeona Arusha wanapanga foreign kuchukua nyama. What is this? Najua ee ni waoga, lakini mimi I will talk till end. Tunatengeneza kizazi fierce. Yaani you are happy because umekula nyama. We have got foolish foolish people in this nation foolish. Kula kula kula, nyama. Kula nyama. Okay, baada ya nyama kula. Chon. Una una nyama ya TV. Una subiri tena uchaguzi mwingine, ule I say angejenga nyumba. Kitu kinachoniuma ni kiangalia mtandao kijamii. We have got a very ignorant, foolish kitumbua andazi society. Kuna vitu ambavyo mtu anashiriki, unagundua na akili vingine, unagundua na akili. Na unapofika kiwango cha kujifikiria wewe, wewe ni mufilis. Think about tomorrow, kwa sababu kilichotufikisha hapa ni kwamba wazee wetu kutufikiria sisi, na wewe unafanya the same mistake. Prepare your future, prepare your generation. Okay, if you are not foolish, utalisishaje hiyo nyama ya juzi kwa watoto Afrika, katika uh, karne hii bado tunapewa vitu kuvoti. Karne hii Afrika tunapewa nyama, Afrika tunapewa wali baskeli. Afrika karne hii, machozi mimi yananitoka, nakwambia nina uchungu kuliko mnavyodhani. A lot of you you are very foolish, foolish capital letters. Hapa siongea itikadi, naongea matendo, haijalishi unaifanya wapi. So wayi unasoma? Wayi umemaliza chuo? Wayi una digri ya nini? ulipata digri kula wali Really? And you happy? Chuzi, nimeona train imejaa watoto wadogo wa shuleni nimeumia. Nikamwambia mke wangu, a day watamchukua mwanangu. Mimi ni mkorofi, if I cannot fight, nitaenda ntavua nguo porini, nitakula nikiwa uchi. Yaani mimi niweka hapa mwanangu yuko boarding, kumbe yuko kwenye SGR. Really? Ndio taifa ndio tulipofika? Okay, mzazi akitokea kapata ajali, watamwambiaje mzazi? And you support those things? Na elimu yako? Because you are caught, you can't talk. Let's talk whatever happened to us, let it happen. Foolish. Hey, <laughs> Tasa <sighs> unaangalia dimtandao nafuatilia ni kuone. Hivi uweze kutoka nyumbani kwako, ukaenda kwa kituo cha kupigia kura, ukavote mpaka mpaka mpaka upate wali. You need rice for you to vote. Kuvota is si kutoka nyumbani na kadi ya kupigia kura na kwenda kituo cha kupigia kura. Au kama uko upande mwingine, unataka kupiga kura, kakaa nyumbani kwako, si rahisi mpaka mpaka tisheti. No, no no no, nimemwambia Mungu leo nataka vijana waamke. Bwana oh yes, do you know shida ni nini? Sijui ni mko jobless, i don't understand sio mko desperate na maisha hivi. Nikupe tu mfano, una mgodi wako alafu nakaribia kutema. Will you go there? You will be just asking tani ngapi ya kura I will go and vote and go back to my mining place. Vijana ndio. Kijana, nyanyua mkono juu haraka. Kama ulivyokuwa unanyanyua kupokea nguo. Nyanyua, kama ulivyoweka, ulivyonyanyua kupokea sinia wali. Sema kwa nguvu, katika jina la Yesu. Ukombozo wa familia